aguse na ajaribu kugusa hata nusu poenti. Hiyo poenti kumi na tano mbali nusu poenti, aguse alafu ataiona nguvu ya wananchi nazungumzaji, hizi poenti sabini na tatu ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana, haikuwa rahisi yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika, kuna fedha imetoka hapo, watu wameingia harama, watu wamepata shida, wameeta familia zao kusafiri umbali mrefu kuisapoti hii timu. Alafu ukae na tai useme nakata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika, jaribu na niongezee hapa, tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB, Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. <laughs> Uko very clear mpaka maake, tumelealeana kwa muda mrefu hapa, kama hatujalipwa deni <laughs> letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. <laughs> Very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. tumeshaandika sana barua sasa, iko very clear na huu ndo msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatutalipa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF iwafikie, na wenye mashindano benki ya CRB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza hiyo mechi mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine.